Like, na kucomment. Leo tulikuwa tumekuja hapa Karema kwa kazi moja tu kutembelea na kuona mradi wa ujenzi wa meli nne za mizigo unaofanywa na kampuni ya Gold Voyage Logistics ambao meli hizi nne anazozijenga zitakuwa zikifanya kazi katika ziwa letu Tanganyika. Meli hizi nne ambao zinaanza kujengwa tarehe moja mwezi wa 4 mwaka elfu mbili na ishirini na tano zinakusudiwa kukamilika ndani ya miaka miwili na kwa maelezo, walikuwa wanafanya presentation pale, wametuambia mwakani by mwezi wa saba zitakuwa zimekamilika. Kwa hiyo niwashukuru sana kwanza TPA kwa usimamizi mzuri wa kazi ambayo mnaifanya, lakini kuratibu mazungumzo haya ambayo ameendelea mpaka kumpata mwekezaji huu. E, salamu kwa mkurugenzi mkuu na timu nzima ya management kwa niaba ya wizara, kwa kweli wanafanya kazi nzuri sana lakini pia ni washukuru wawekezaji kwa kazi ambayo wameshaanza kuifanya. Tumetemea, tumeona sisi wote tumefurahishwa na kazi ambayo inafanyika. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe like na kucomment.